Kikubwa kwanza ni kuwakaribisha wanasimba wote ambao wanahitaji kuja eh, Durban kuja kuisapoti simba yao. Wale wanasimba kutoka maeneo mbalimbali ya hapa Afrika Kusini tunawakaribisha sana. Eh, wale ambao ha wako hapa Durban, kwa namna yeyote ile hawapaswi kukosa kuja kwenye mchezo huu eh, na sisi eh, tutapita kwenye mitaa mbalimbali ya Durban kwenda kuzungumza na wanasimba, kwenda kuzungumza na Watanzania, kwenda kuwafanyia hamasa waje kwa wingi uwanjani. Tunachotaka ni kuwatia unyonge wapinzani wetu hapa hapa nyumbani kwao ushekuana. Mtu anatamba nyumbani kwa mtu, sio rahisi, sio rahisi. Asa sisi tunataka kuwatia unyonge wapinzani. hapa hawana watu wale jamaa, hapa ni wageni tipikali Sijui manelewe kitakachobeba labda ni South Africa tu, lakini hapa hawana watu hata kidogo. Hawana, ingekuwa ni Orlando ama Kaizer, at least tungepata msuguano, msuguano wa watu, lakini wale mabwana hapa hawana watu hata kidogo. Kwa hiyo e, tunataka kuwatia unyonge nyumbani kwao, yaani wanashuka pale.